Poa sana, Shiru, vipi nyumbani kwema? Kwema kabisa, sibaya hata kidogo. Hata hapa safi tu. Vipi, uwe na msibani? Msiba gani? Ewe. Si dada ako alitoka hapa alienda kijijini alisema kuna shangazi yako alifariki na mpaka leo ni siku ya saba hajarudi na kwenye simu pia hakupatikana. Duu, hizo taarifa hata mimi mwenyewe sina, na ingine kabisa. Kwa hivyo kidoti, Alicheza na akili yangu, sio? Lakini wala tu sija alishemeni, acha nitajaribu kutafuta taarifa kwa kijijini, alafu nitakujulisha. Kwa hiyo sio na shida, shem. Sawa, shemu, hamna shida. Haya, acha nikwache mimi, tuona na wakati mwingine. Ah, sawa. yote timi anichukuliage. Yaani aliniaga yenda mashini, na kumbe wajafiwa wala nini? Hii michezo anaileta huyu. Sawa, acha jichanganye basi, arudi hapa kwangu atajua mimi nani, okay. Alafu wale wadada ile siku walikuwa na maana gani? We ebochana na sisi bana. Sasa tuna mda na umejinga kama wewe hivi. Umeoa memeoleka nyoo kubwa, kubwa bwege wewe. Ebu tulio shoga kamanokomaye. Hey, ushike mimbo kazae muone nyoo huna mbele wala nyuma, urefu mlingoti, kazi kulilia mke tu emchupishe i itabidi ni watafute hachani, mfuatie ukipini hapa kwao.

siku chache zilizopita nikaambiwa na mume wake kama ameenda kijijini kuna mazishi hivi. Kuna ukweli hapo ya ndani yake? Kwa sababu mi nakumbuka nilikutana naye na akaniambia kwa yenda kwa danga lake. Danga lake gani tena? mbona dadangu anavaa hivi. Kuna baba fulani hivi apenda kuvaa makofia, kama waitwa Mjegejo, si kama mfahamu baba Mjegejo? mm, wala hata simfahamu. Sasa basi aliniage aenda kwa mbaba na cha kushangaza ambao hajarudi nyumbani mpaka leo. Ni kweli hajarudi? Maana hata mume wake aliniambia hivyo hivyo, na hata sana siku ya saba pia bado hajamuona. Du, mbona kama mikaa vibaya, ila kwa vile ni dadako, endelea tu kumtafuta. Sawa, haina shida, mimi nitaendelea kumtafuta. Sawa, chochote nitakwambia. Sawa basi, utaniambia Dada kiti hicho kae. Asante. Vipi afi tu, sijena madanga yako hmm. Acha tu dadan, kivipi au liamakutulia tu mwaka huu, kwa ninavyokujua wewe. A yeah, nakuambia mimi mwenyewe sielewi, dada angu, madanga wangu wote wamegoma kuniungisha. Du, mbaya sana hiyo, komaa watakumaliza yaani. Yeah, mbaya tena sana, alafu kibaya zaidi nilipatana na danga mengine naitamjegena Yani, navyoenda huko kwake simkuti kibandani kwake, kafunga, sijui hata nguendelea wapi. Mbaba huyu mjegejo? Tena ndio mjegejo. Kwani mwafahamiana naye? na dada. Wana hata simfahamu ila tu nilisikia stori zake. Kwa hiyo atembea na mke wa mshenga du, mimi malaya, ila mjegeje ukashindikana. Hivi baba mboga kaona saa hii mtaani, na ninapojua saa hii ni mida yako ya kibandani kivipi? Ila ndo hivyo dada lakini nilisikia kuwa mke wa mshenga alienda kwa mjegejo na leo nisikia nane hajarudi nyumbani. Basi mbona mimi kila nikienda kwake simpati? Au aliamua kwenda jivinjari mbele mbele. Yani hivi unavyoniona siko sawa kabisa, yani nachanganyikiwa ndugu wangu, niko hofu. Sijakuelewa mzee, hebu funguka kuna umwa nini? Yani kwa msala niliyokuwa nao hata ni bora ningeumwa ningesema, nitaenda kwa gando pale. Akamtimia msala gani tena? Hu baba una kifua? Aa dada, hayo tuachie wenyewe. Haya dada yangu, babi salama. Acha mimi nikatafute madanga wingi. Kifua nani? si hicho baba cha kuzuia maneno. Kama nataka ona kukwambia. Aa baba, utakuwa uniamini Uwe naambia shida nini? Haya dada, uwe na wakati mwema, nakuombea upate madanga ya maana sana. Aya dada yangu, amina. Aya mwana kwenda hivi wewe. Ukimwambia hili swala, atakaza kweli huyu. Acha nimwambie. Sasa baba, ni pale nyumbani nina mwili. Oh, we baba nakujua kama mzee wa kuichapa. Ah, we baba achana nayo mambo, mi nakwambia kitu serious. Endelea baba. Nikisema nina mwili pale nyumbani kwangu, namaanisha kuna mtu kafia pale nyumbani kwangu. Baba tulia, usishtuke, tulia stunya, tulia. Baba sijamaliza kuelezea. We nani kafia kwako? Sasa katika harakati zangu za kuichapa kuna mdada fulani alikuja pale getu, nikaichapa nika nikaichapa mpaka nikaichapa tena, hasa mara ghafla ile katika hali ya mazungumzo mazungumzo, ile mtoto akapa kushika au utani utani ki kama hivyo, akakata moto, ile mtoto kila nikijaribu kumweka hivi, iwaenda kimgeuza kwa huku waenda basi nakwambia, yaani kama utani tu mpaka leo, nakwambia hajaamka. We, hiyo ni kesi, umeinunua si so, Utafanyaje? sio nitafanyaje, tutafanyaje. Maana nimekwambia ili nijue utanisaidia vipi kimawazo. Du, mtihani sana huo kaka. Na hapo tatizo ndo linapogunjia. Maana huyo mtoto baba ni mke wangu. Ila ninavyoona hapa mazingira sio salama. Hem, mtu ondoke. Sawa. Weki pini. Leo nataka unieleze vizuri. Kuhusu nini? Mbona sikuelewi? Ile siku wewe na Mtamu, na Mtamu nilikuwa na maana gani kuniambia vile? Du, mbona leo nimepatikana. Umbea utaniponza. Huyo mtoto wa kike, sinaongea na wewe mimi. Hapana, sikuwa na nia mbaya. Kumbe nia yenu ilikuwa nini? Mtamu ndo aliniambia kuwa alimuona mke wa kisafiri. Kwa hiyo wataka kuniambia yale maneno yote? nikisa mlimuona mke wangu akisafiri? Ndio, Mtamu ndo aliniambia hivi. Ninyi kutakuwa kuna kitu mnakijua, ila ni sawa tu, nitajua tu. Du, mbona ishu inaenda kwa siriasi. Mtamu na akipatikana ajuweza kujitetea bila samani. So mi naitwa Amanda, sijui wewe dada yangu na? mi naitwa Msharuko aka huduma kwa wote, sema shida yako. Hivyo ni mwenyeji kwenye umta? Hey, sio mwenyeji tu. Mimi ni malaya na sio malaya tu, natembea na utamu wangu na nasibagui kwa wakua. Mi nimetoka kijijini nimekuja huku kutafuta dada zangu, nilisikia wanakaa huku, sijui kama unawajua, ni nani hao

Acha naendelea kuwatafuta. Haya sawa. Naambia shoga yangu siku hizi nakutafuta, ile sikupata. Washinda wapi? Nipo dada, lakini kuna mambo yananisumbua akili. Mambo gani hayo? Si unamjua ule dadangu Idoko yupi? vo mjue Kidoti ayo. Eh, ndio namfahamu. Wana nini kwani? Kwan, hmm. Kiufupi tuseme amepotea. Kivipi? Mko <laughs> serious? Nasemekana kuwa alimwaga mumewe, ameenda kijijini, tumefiwa na wakati Du? Hata kuna msiba kufikia. uh -huh. Sahii hatujui kama yuko wapi, na pia kijijini ninapiga simu hajafika, na pia mume wake ameniambia bado hajamuona. Hmm. Sasa atakuwa yuko wapi? Kesho ndo kitu kinanimiza akili, lakini challenge zangu ni nyumbani. Nitajitulize mama, maana kasikusaa saa. Nitakutafuta baadaye. Sawa basi, baadaye. Chaa, vipi baba, kulikoni mshenga, vipi mbona kinyonge, au mkeo hajarudi? Hmm, acha tu kaka, du. na hujapata mawasiliano yoyote? hakuna taarifa yoyote kufikia sasa, na hicho ndio kinachoniumiza sasa hivi. We baba, watakuniambia mkeo hajarudi tokea ile siku kwa hiyo ah, tunaongea hapo, wewe usikii ama uelewe? Basi tu baba, nauliza tu kwa nia njema. Wacha kumchanganya mwenyewe, kashaburuga ka kutosha. Hebu ni acheni mimi, siko sawa sahii. Alafu wewe mjegeji, uja naambia nani mwenye aliokufa kwako? Sijali, watuende tu hivi, utajua tu mm. Bona ni kama anitisha. Kaza baba, we mtoto wa kiume. Mi ni mwenye hapa niliponishatishika zaidi, lakini nakomaa tu hivyo hivyo na hali yangu, kwa tuende tu sio na wasiwasi mm. sawa Hili hivi kwa tulia tu baba, utazoea hivi. Wewe waishije hapa ndani? Sina budi baba, ndio maana nikakutafuta wewe, ili unipe msaada. Sawa baba, tuingie ndani sawa weza mandichi, kajionea ilichokuwa nakwambia, ita baba Baba, jionee nilichokuwa nakwambia. Kaza baba, sio huko, tafunua na kule.